Karibu katika mfululizo wetu ambao tunajifunza juu ya Utatu Mtakatifu. Leo hii tutajifunza juu ya Utatu Mtakatifu jinsi ulivyo katika Agano la Kale. Naam, kwa miaka mingi kumekuwa na pingamizi nyingi zinazotoka aidha kwa baadhi ya wa Wakristu lakini hasa kutoka kwa Waislamu juu ya hili fumbo la Utatu Mtakatifu, kwamba Mungu mmoja, nafsi tatu zinakaaji. Kwetu sisi kama Wakristu hili ni fumbo muhimu na ni muhimu kujua kwamba hili fumbo la Utatu Mtakatifu linaonekana dhahiri na Mungu anajidhihirisha katika, katika Agano la Kale na si jambo ambalo limetokea katika Agano Jipya peke yake, japo huko nyuma na Waislamu wengi wamekuwa wakizungumzia kwamba Wakristo walitunga hili swala la Utatu Mtakatifu baadaye sana baada ya Ukristo kuanzwa. Kwa mfano, kuna madai kwamba Utatu Mtakatifu ulitungwa wakati wa mkutano mkuu wa kule na hisia nchini Uturuki mwaka 325 ambao ulisimamiwa na aliyekuwa na, aliyekuwa mtawala wa Roma wakati ule eh, empera Agustino. Lakini hata hivyo tufahamu kwamba Mungu katika maandiko matakatifu anajidhihirisha wazi tangu katika Agano la Kale kwa namna mbalimbali, kwamba ni Mungu anaishi katika Mungu mmoja lakini nafsi tatu. Tutaanza kwanza kuona kabisa katika agano eh, la kale Mstari wa kwanza kabisa unaofungua Biblia unadhihirisha wazi. Nitasoma, tunasoma sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo mstari wa kwanza: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Naam, kwa msomaji wa Biblia katika lugha ya Kiswahili, huu mstari unaweza usi, usi, usiwe na maelezo ya kutosha, lakini tukumbuke kwamba agano la kale lugha yake ya asili ilikuwa ni ya Kiebrania. Sasa neno Mungu katika lugha ya Kiibrania linalotumika hapa ni Elohim, ambalo ni neno Mungu katika wingi. Waibrania walikuwa na maneno kadhaa yanaowasilisha neno Mungu. Kuna, kuna, kuna neno eloah, ambayo ni Mungu katika umoja na elohim, ambayo ni Mungu katika wingi. Lakini ukienda katika kitenzi cha hili neno ambao kwa Kiswahili tunasema uh, aliziumba, katika Kiibrania neno hili ni bara bara ni kitenzi cha umoja. Na si wingi japo ile nomino ya Mungu ambayo katika Kiebrania ni Elohim ni kwa wingi lakini kitenzi chake ni katika umoja. Kwa hiyo tunaona kwamba tokea mwanzo Mungu anaanza kujidhihirisha kwamba anatokea katika namna fulani ya wingi. Naam, tukiendelea pia tukiendelea kusoma pia katika kitabu hichi hichi cha Mwanzo tutaona kwamba huko mbele Mungu anaanza kutumia vitenzi katika wingi. Utasoma e, e, somo lifuatalo katika kitabu hicho hicho cha Mwanzo sura ya pili mstari wa ishirini na sita na, n nasoma: Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Nam, tunaona kwamba hapa e, Mungu tunaendelea tena katika lile neno Elohim, lakini anapokuja katika kitenzi anatumia kitenzi ambacho ni cha wingi, na tumfanye kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Tunaendelea tena kusoma katika eh, kitabu hicho hicho cha Mwanzo, safari hii tutaangalia sura ya sura ya 11 mstari wa eh, saba. Hii ni hadithi ile ambapo eh, wakati wa, wa Babeli Mungu ana, anatenda jambo na anausoma kama ifuatavyo haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Unaona, hapa Mungu anazungumzia katika kitenzi cha wingi, na tushuke, na tuwachafulie. Sasa hii pia inadhihirisha wazi kwamba tokea mwanzo Mungu anajidhihirisha katika uwepo wake, kwamba eh, ni, ni Mungu ambaye ana, ana, ana wingi ndani yake. Tukiendelea pia katika somo hilo hilo tunakwenda katika kitabu cha Eh, Isaya sura ya sita mstari wa nane. Nitasoma kama ifuatavyo. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Sikiliza kwa makini. Isaya anaandika hivi, huyu ni Mungu anayeongea. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Kwamba kwa ajili yetu Mungu katika uwepo wake anazungumzia katika wii kwamba kwa ajili yetu zile nafsi tatu za Mungu ndipo zinazungumza. Tunapoendelea kusoma maandiko yetu katika Agano la Kale, tutaona pia namna gani Mungu anadhihirisha katika zile nafsi zake tatu katika sehemu tofauti tofauti. Tutaona baadhi ya maandiko yakimdhihirisha Mungu Baba, baadhi ya maandiko yakidhihirisha Mungu Mwana, na baadhi yakidhihirisha Mungu Roho Mtakatifu, lakini pia kuona Kumbukumbu la Torati sura ya thelathini na mbili mstari wa sita andiko linasema hivi: Je, namlipa Bwana hivi, enyi watu wapumbavu na ujinga? Je, yeye si baba yako aliyekununua, amekufanya na kuweka imara? Naam, tunaona hiyo pia. Twende katika andiko letu la pili ambalo lipo katika kitabu cha Isaya sura ya sitini na tatu mstari wa kumi na sita andiko linasema hivi maana wewe ndiwe Baba yetu, ijapokuwa Ibrahimu hatujui wala Israeli hatukiri, wewe Bwana ndiwe Baba yetu, mkombozi wetu tangu milele, ndilo jina lako. Andiko letu la tatu uh, ambalo linadhihirisha nafsi ya Baba ni inatoka kitabu cha Malaki sura ya pili e, mstari wa kumi anasema hivi Je, yeah, sisi sote hatuna baba mmoja Mungu alituumba sie mmoja tu basi? Mbona kila mmoja wetu anamtenda ndugu yake mambo ya hiana tukilinaji si agano la baba zetu? Na tunaona maneno haya maandiko matatu niliyosoma sasa hivi yanamdhihirisha ya Mungu katika nafsi yake ya baba, ile nafsi ya kwanza. Sasa tunakwenda katika maandiko mengine ambayo yanakuja kudhihirisha mwana katika hili agano la kale. Naam, tumeona uh, maandiko kadhaa ambayo yanadhihirisha nafsi ya Baba katika Agano la Kale. Sasa tumekwenda kuangalia maandiko ambayo yanamuonyesha nafsi ile ya Mwana katika maandiko ya Agano la Kale. Andiko letu la kwanza tunaenda kulisoma ni kutoka katika kitabu cha Mithali sura ya 30 mstari wa tatu mpaka wa nne. Unasema hivi: wala sikujifunza hekima wala sina maarifa ya kumjua mtakatifu ni nani aliyepanda miguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara nchi zote za nchi? Jina lake nani, na ni nani jina mwanawe, kama wajua? Hapa mwandishi wa Mithali anamzungumzia Mungu, lakini wakati huo huo mwandishi anafunua kwamba huyu Mungu ana mwana. Naam, tunakwenda kusoma e, sehemu nyingine ambayo ina ina, inaonyesha pia e, nafsi ya pili ya Mungu Mwana. Sehemu hii inatoka katika kitabu cha Isaya sura ya tisa mstari wa sita. Huu ni mmoja wapo mstari e, maarufu sana kwa Wakristo kwa sababu ni sehemu moja wapo ya utabiri wa Isaya kuhusu ujio wa Bwana Yesu. Neno en, linasema hivi: Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Sasa huyu mwana huyu mtoto anapozungumziwa, unaona kwamba katika sifa zake mojawapo anazopewa ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hizi ni sifa ambazo ni Mungu tu peke yake anaweza kuwa nazo. Kwa hiyo Isaya anamfunua, eh, anafanya mambo mawili: kwanza anafunua, anafunua Bwana Yesu tabiri wake kuhusu ujio wake, lakini pia anafunua kwamba huyu Mungu Baba anaye Mwana. Na tunakwenda sasa kupitia eh, maandiko kadhaa ambayo yanafunua nafasi ile nafsi ya tatu, Roho Mtakatifu. Sasa tunaenda kuangalia eh, sehemu ya maandiko ya Agano la Kale ambayo yanamdhihirisha ya Mungu Mwana, lakini pia tunakwenda kuangalia sehemu ya mwisho ambayo tunaziona zile nafsi zote tatu. Eh, neno letu la kwanza tutaliangalia linatoka katika kitabu cha Ayubu sura ya ile ya thelathini na tatu mstari wa nne. Hili neno linazungumzia nafsi ile ya tatu ya, ya Mungu Roho Mtakatifu. Neno linasema hivi, Roho ya Mungu imeniumba na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Tunakwenda katika sehemu nyingine eh, hii tunasoma katika Zaburi ya hamsini na moja Zaburi ya hamsini na moja mstari ule wa kumi na moja unasema hivi: usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu usiniondolee. Na eh, neno ingine la, la, la, la tatu ambao tunaliangalia linatoka katika kitabu cha Isaya sura ya sitini na tatu mstari ule wa kumi. Isaya anasema hivi: lakini wakaasi wakamhuzunisha roho yake mtakatifu. Kwa hiyo akageukia akawa adui akapigana nao. Kuna ma, ma passages kadhaa katika Agano la Kale ambalo zinaelezea e, uwepo wa Roho Mtakatifu katika ule umoja wa Mungu. Nimeamua kuchagua haya machache tu kwa sasa, lakini nakwenda kusoma e, neno la mwisho ambalo tunaona zile nafsi zote tatu zikiwepo katika huo mstari. Naam, tunaenda kusoma somo kutoka katika kitabu hiki hiki cha Isaya. Safari hii tutaangalia sura ya arobaini na nane mstari ule wa kumi na sita. Neno linasema hivi: Nikaribieni, sikieni haya; tokea mwanzo sikunena kwa siri, tangu yalipokuwapo mimi nipo. Sasa Bwana Mungu amenituma na Roho yake. Mstari huu ni Mungu anaongea mojawapo ile nafsi yake. Utaona kwamba anajizungumzia yeye kama Mungu, lakini pia anazungumza kama nafsi ile ya, ya pili ya Mungu, lakini anakuja kuzungumzia Baba kwamba Mungu amenituma na roho yake. Hii ni moja wapo ya passages ambao zinaashiria ile siku ambapo, eh, Bwana Yesu anadhihirishwa pale mto Yordani wakati anabatizwa, kwamba Mungu Baba anazungumza, Roho Mtakatifu anamshukia na yeye anabatizwa na Yohane Mtakatifu. Nafikiri ndugu eh, yangu pengine ume kwa namna moja e, umeweza kupata mwanga wa namna moja, wanamna moja, wanamna gani hili fumbo la mungu mmoja ambaye mwenye nafsi tatu linajidhihirisha kutoka katika Agano la Kale. Asante na tuendelee kufuatilia chaneli hii ili uweze kujifunza zaidi. Somo litakalofuata ni tutaangalia vipengele vingi katika Gano Jipya ambayo naona zile nafsi za mungu zinadhihirika kwa uwazi zaidi. Asante na karibuni.